Japo chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimekuwa kikikumbana na hujuma endelevu tangu kuanzishwa kwake hadi leo, lakini yayumkinika kutanabaisha kwamba chama hicho hakijawahi kukumbana na hujuma mfululizo kulia, kushoto, mbele, nyuma na kati kama ilivyo hivi sasa, ambapo jana kwa mara nyingine tena limeibuka la kuibuka ambapo ofisi ya msajili wa vyama vya siasa imeandika barua kupeleka kwa Chadema ikikitaka chama hicho kuitisha upya kikao cha baraza kuu la taifa la chama hicho ili kujaza nafasi za viongozi kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa na katiba ya Chadema. Hii inafuatia uh, ofisi hiyo ya msajili kupokea malalamiko kutoka kwa mwanachama wa Chadema Lembrus Mchome kuhusu uhalali wa kikao kilichofanyika Januari ishirini na mbili mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Kwa hiyo hii ofisi inaitaka Chadema ifanye um, taratibu za kupata viongozi wa kushikilia hizo nafasi kwa sababu uh, kwa upande mwingine uamuzi huu inamaanisha kwamba walioteuliwa katika nafasi husika si halali, na hiki ndio kilichokuwa kilalamikiwa na huyo Mchome. Kwa hiyo huyu Mchome alituma malalamiko yake tarehe kumi na tano Machi elfu mbili na ishirini na tano. Yeye katika malalamiko yake alidai kwamba kikao cha Baraza Kuu la Chadema a, kilikuwa batili kwa kuwa hakikufikia akidi inayotakiwa kwa mujibu wa katiba ya chama hicho ya toleo la mwaka 2019. Sasa, msajili alidai kwa mujibu wa, baada ya kupitia hayo madai ya huyo mchome, alidai kwamba alichunguza madai hayo na akajiridhisha kwamba kikao hicho hakikuwa halali kisheria. Na ndiyo maana ametoa hayo maelekezo. Kwa hiyo msajili akadai kwamba hata kama kikao hicho kingekuwa halali uthibitisho wa viongozi uliotolewa ulikuwa batili, na akatoa sababu kwamba baadhi ya watu wasiokuwa wajumbe walihudhuria kikao hicho na hata kupiga kura. Kwa hiyo akadai kwamba hii ni kasoro ya kimsingi inayotiliwa shaka kisheria na inayotia dola uhalali wa maamuzi ya chama. Sasa kutokana na hayo maamuzi ya msajili, uh, ofisi ya msajili viongozi walengwa, viongozi wanaolengwa na hili huu uh, uamuzi ni walioteuliwa kutokana na kikao hicho, ambao ni pamoja na katibu mkuu mheshimiwa John Mnyika, naibu katibu mkuu bara mheshimiwa Amani Golugwa, uh, naibu katibu mkuu Zanzibar mheshimiwa Ali Ibrahim Juma na wajumbe wa kamati kuu, uh, Godbless Lema, Rose Mayemba, Dr. Rugemeleza Nshala, Salima Kasanzu Hafidh Al Saleh kwa hiyo msajili ametaka uteuzi wao ufutwe na utaratibu halali uanze upya. Kwa hiyo hili si swala dogo, hili ni swala kubwa kwa sababu ofisi ya msajili inaingilia mchakato rasmi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wa kupata uongozi wake mpya. Asikumbuki katika miaka ya hivi karibuni kwamba kumewahi kutokea tukio kubwa kama hili, hususan dhidi ya Chadema au hata hivyo vyama vingine vya upinzani. Lakini kama nilivyoeleza katika makala kadhaa za hivi karibuni, ni muhimu kuyaangalia matukio haya kwa muktadha wa matukio mengine yanayohusiana na Chadema. Kwa hiyo ni yayumkinika bila shaka, kuhisi kwamba uamuzi huu wa ofisi ya msajili unahusiana na matukio mbalimbali yanayo Uh, iandama Chadema ambayo kwa kuna kila dalili kwamba kuna mkono wa dola na pengine hujuma kutoka kwa chama tawala CCM. Lakini hata isingekuwa hivyo, mahusiano kati ya Chadema na ofisi ya msajili siku zote yamekuwa mabaya, kwa hiyo kutarajia kwamba ofisi ya msajili ingetenda haki kwa Chadema ni swala ambalo um, ilikuwa ni kama ndoto za mchana, kulikuwa hakuna uwezekano kwa ofisi ya msajili kutenda haki kwa Chadema kimsingi, ofisi ya msajili ni kama ofisi ya CCM kwa sababu mara nyingi imekuwa ikipendelea chama tawala CCM na kuvikandamiza vyama vya upinzani hususan Chadema. Kwa hiyo um, huu ni mtego wa kisheria. Ni mtego kwa sababu uh, endapo chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wataamua kutii hayo maagizo ya msajili na itakuwa ita, ita na maana kwamba wanakiri alifanya makosa. Sasa kosa, lakini kisheria, kukiri kosa si tatizo, lakini kwa muktadha wa kisheria kukiri kosa kunaweza kufungua mafuriko ya kisheria ambapo watu mbalimbali wanaweza kutumia kukiri huko kufungua mashtaka dhidi ya hiki chama kudai kwamba um, kiliwanyima haki walipokuwa wanachama na vitu kama hivyo, na yamkinika kuamini kwamba ndio maana baadhi ya watu ambao wanafahamika kuwa walikuwa nyuma ya huyo Lembrus Mchome hawajahama, ambao wako hamsini na tano. Kuna watu ambao hawajahama, na hii ilikuwa inatarajiwa kwamba wamebaki kimkakati ili kuendeleza chokochoko ndani ya chama, kwa sababu katika mkakati wa hujuma dhidi ya chama kuna jitihada za ndani ya chama na nje ya chama. Sasa wakati hawa hamsini na tano wametoka, kuna wenzao ambao wamebaki ndani ya chama na hawa wanatarajiwa kuendeleza misukosuko kutokea ndani ya chama. Kwa hiyo kimoja ni kiendapo, Chadema watakiri wakaamua kutekeleza matakwa ya Msajili, watakuwa wanakiri kwamba walifanya makosa, na hii itafungua mlango kwa wapinzani wao kufungua kesi mahakamani dhidi ya chama hicho. Lakini wakikataa kutii, inatarajiwa kwamba ofisi ya Msajili itatumia nguvu za kisheria kuchukua hatua dhidi ya chama hicho, na inaweza kwenda mbali kabisa na kutishia, kusitisha usajili wa chama hicho au kuingilia uendeshaji wa shughuli za kila siku za Chadema. Kwa hiyo hili ni ni changamoto, lakini matumaini ni kwamba Chadema ina utajiri wa wanasheria wasomi na mahiri, bila shaka watalipokea hili na kulifanyia kazi na kuhakikisha kuwa haliathiri uendeshaji wa shughuli za chama hicho, kwa sababu kama anavyosema, haya yote yanatokea kwa kiasi kikubwa kuingilia um, harakati za chama hicho hususan ajenda ya no reforms, no election, ambayo imefahamika kwamba inawanyima usingizi baadhi ya watu huko CCM. Wengi wanaona kwamba hatua hii ni mwendelezo wa mkakati wa kuidhoofisha Chadema kupitia mwavuli wa sheria. Huu ni mfano hai wa matumizi ya taasisi za kisheria kama siasa, kama silaha ya kisiasa dhidi ya upinzani. Hii inachukua sura ya hujuma ya kisheria Yaani, kutumia vipengele vya sheria kudhoofisha chama bila kutumia mabavu ya moja kwa moja. Kwa hiyo sheria hapa inatumika kama nyenzo ya kisiasa, mahakama inatumika kama nyenzo ya kisiasa, ofisi ya msajili inatumika kama nyenzo ya kisiasa. Kwa hiyo hii ni moja ya njia ambazo zinatumika dhidi ya Chadema. Um, pia wachambuzi wanalinganisha mbinu hii um, sio hii ya kutumia sheria kama Um, nyenzo ya kisheria bali mlolongo wa matukio ambayo yanaendelea dhidi ya Chadema hamsini uh na tano sijui um, kuna yule dada eh, Sigrid Mligo, Mligo um, kuna tukio la kutekwa Mdude, kuna kukamatwa kwa mheshimiwa Lissu, kukamatwa kwa mheshimiwa Golugwa juzi, na vitu kadha wa kadha ambavyo vinaendelea kwa pamoja. Kwa hiyo huu baadhi ya wataalamu wanaangalia kama mbinu ambayo anaitumia Rais Donald Trump kwamba anaendesha siasa kwa utitiri wa matamko na matukio ambayo yanawanyima fursa wapinzani wale kufocus kwenye maswala yao, kwa sababu leo Trump atasema ili kesho atafanya kile, kesho kutwa atafanya kiasi, watu wanakuwa wanapelekwa huko, wanapelekwa kiasi kwamba yale ya msingi kwao yanakuwa sio kipaumbele. Kwa hiyo ni rahisi kuikuta Chadema inachanganywa huku na kesi ya mheshimiwa Lisu, huku kuna swala la kutekwa Mdude Nyang'ali, kada yake mwandamizi jana, hiyo kiongozi wao mwandamizi uh, Amani Golugwa amekamatwa airport na kwa, tu, kwa mashtaka yasiyokuwa na msingi na haya yote yanaonekana kwamba yanalenga kuitoa relini Chadema kutoka kwenye kampeni yake ya no reforms no election. Kwa hiyo wakati nguvu kubwa inatumika kulazimisha Chadema kujibu hoja za kisheria, ajenda yao kushinikiza mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi inakuwa wanajaribu kuiweka pembeni uh, Chadema so far wamefanikiwa, wanaendelea na uh, mikutano ya no reforms no election imekuwa na mafanikio, watu wengi wanajitokeza kwenye, mafa, kwenye mikutano hiyo kwa hiyo sofa Chadema wamefanikiwa kubaki relini, lakini kwa upande wa wananchi inaweza kuwa ni changamoto kwa sababu uh, wananchi morali unaweza kupungua kuona chama kinaandamwa. Sasa badala ya kukipa huruma, kunaweza kuwa na faida kwamba chama kikaonewa huruma, lakini kunaweza kuwa na hasara kwamba watu wakaona ah bwana, chama chenyewe hiki kinaandamwa kila, kila wakati, kwa hiyo bora hata hizi jitihada wanazofanya pengine hazina um, manufaa. Mwisho, hili ni somo la kisiasa uh, kwa vyama vyote vya upinzani, kwa sababu kuna watu wanaodhani kwamba laba haya ni matatizo kwa ajili ya Chadema peke yake, lakini hii ni zaidi ya upinzani wa siasa za upinzani, kwamba vita ya kisiasa haitokei tu kwenye majukwaa bali pia kwenye ofisi za umma, kwenye mahakama na taasisi za dola. Na pia ni muhimu kwa Chadema kuwa waangalifu katika kujibu uh, hayo, hiyo barua kutoka msajili. Hatua wa yoyote waliopanga kuichukua lazima izingatie athari za muda mfupi na za muda mrefu kwa uhai wa chama. Je, wewe mdau, una maoni gani kuhusiana na hili swala? Unadhani Chadema watekeleze matakwa ya msajili ili waepuke wapu, hatua atakazochukuliwa hatu, hatu, hatu, au waipuuze waepuke mtego wa uwezekano wa kufunguliwa mashtaka huko mbele? Karibu kutoe komenti. Asante.